Wakati binadamu na wanyama wengine wanalia kuhusu zee, jellyfish yeye anacheka tu. Jellyfish jamii ya Turitopsis dohrin ana uwezo wa kurudi katika hatua ya utoto kila anapoumizwa au kuzeeka. Yaani badala ya kufa anarudisha muda nyuma na kuwa kama mtoto. Lakini hebu tuingie kidogo ndani ya jellyfish huyu. Nini kinamfanya aweze kurudi mtotoni, na pengine kwa nini wanyama wengine wasiweze? Jellyfish wana seli zinazobadilika hii inamaanisha seli za mwili wao zinaweza kurudi nyuma na kuwa seli za hatua ya ujana kisha kujijenga upya upya. Kwa binadamu na wanyama wengine wenye mfumo tata wa ubongo, moyo, mapafu na mifupa, ni ngumu kurudi katika hatua ya utoto. Jellyfish hawana mfumo huu tata, wana jini maalum za kurejesha seli na ujana ambazo binadamu hatuna na wanyama wengine, au hazifanyi kazi kwa kiwango hichi. Binadamu ana mipaka seli yani high limit. Jellyfish hawana huoku. Huyu ndio mnyama wa milele. Hakuna uchawi mkubwa kama mchezo wa kufuta uzee, lakini jellyfish ni kitu rahisi sana.